Ni, ni kweli Mange Kimambe Mange Kimambi ameshtakiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu, eh, katika kesi ya uhujumu uchumi wenye shtaka la utakatishaji fedha. Lakini kimsingi, katika macho ya sheria, hiyo siyo kesi, sio kesi kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya uhujumu uchumi, sura ya 200 ya sheria za Tanzania, huwezi kumshtaki mtu mahakamani ambaye hujamkamata au amejificha, huwezi kumshtaki na, msimamo huu wa kisheria unapatikana katika kifungu cha 24 chenye vifungu vidogo cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Kwa hiyo unapoona mashtaka kama hayo yamepelekwa mahakamani wakati mshtakiwa mwenyewe hayupo, hajakamatwa, taratibu nyingine kama zinavyoelezwa katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambayo ni sura 20 chini ya kifungu cha 128 kifungu kidogo cha kwanza hazijafuatwa. Mkataba hata kama